Tumsifu Yesu Kristo. Naitwa Thobias Agustino Myovela, mwakilishi wa Radio Maria Tanzania Jimbo Katoliki la Iringa. Ni kukaribishe ushiriki katika e, kampeni ya kulijaza kapu la mama 2025, mama wa matumaini. Unaweza kuwezesha utume wa Radio Maria Tanzania kwa kulijaza kapu la mama kwa njia mbalimbali, ikiwemo njia ya mia moja mia mbili katika mitandao yote lakini tuna njia ya money box, kuna njia ya vibubu pamoja na njia nyingine za benki, CRDB benki, Mkombozi benki pamoja na NMB benki. Unaweza kuwezesha utume wa Radio Maria katika kulijaza kapu la mama, lakini pia unaweza kuwezesha utume wa Radio Maria kupitia harambee mbalimbali ili tuweze kukamilisha lengo letu la kampeni yetu hii, ikiwa ni pamoja na uwezeshaji kuongeza usikivu katika maeneo mbalimbali ambapo Radio Maria haijafikika pamoja na kuitegemeza Radio Maria katika miezi hii miwili, mwezi wa kumi na mwezi wa kumi na moja. Na sisi wanajimbo Katoliki la Iringa tunatafuta shilingi milioni arobaini. Hivyo basi ni kualike wewe mwanajimbo la Iringa tuchangamke tuweze kuvuka malengo hayo ya shilingi milioni 40, lakini kitaifa tunatafuta shilingi bilioni 1 na milioni mia nne. Karibu sana kwa pamoja tuwezeshe utume wa Radio Maria, tulijaze Kapu la Mama 2025, kapu Kapu la Mama 2025, Mama wa Matumaini. Tumsifu Yesu Kristo.